Watu wote wanakuwa na upe upendo kisha upendo, tu upendo. tukiwa na, na, na upendo tutakuwa na baraka, na upendo tutakuwa na baraka pia, askari. Kwa hiyo tushike upendo. Wewe tuko ndani ya vita mwenzangu anaweza kahumie kaje, kutafanya nini? Kumuokoa, ndio sasa upendo, na wakati wote wanapendana la, tuna sheria moja ambayo tunaitangaza. Tuna sheria moja, moja. Mateka. Mateka tusimuu mwanamke, mtoto tusiu askari mtoto wewe, soda umkute mwanamke mtoto, mkamate leta kuongozi, askari wewe sio mtu wa kuangamiza, ni kiumbe cha Mungu, kina haki ya kuishi, si ndivyo? Ndivyo eski wakati wazee wale Wanyarwanda wanafanya masiasa, mwanamke wanakuwa kako, hapana. Mtoto wanakuwa kako, hapana. wanakosa hapana, wanakosa hapana. Kwa hiyo tusiangamize mtoto, tusiangamize mwanamke, hata mwanaume kawa hiyo hana sirani, raia mprotege, mkamate, mlete, nitakuwa ni rapo

amekuelekeza nenda fasi fulani, utakosa kwenda hapana, utakosa kwenda hapana. Wakati kiongozi wako amekupanga wewe fasi fulani, utakosa kwenda hapana. Uta Uta. lazima ile utimi kwa si. hiyo tushike uti tushike adabu, tuwe na hekima tu tushije tupungu tu, tu, tu na upendo na baraka. Mungu tu atutupatie baraka zo. zote askari Mungu tu atutupatie baraka zo. zote askari yule ashukuru, ilikuwa ni machacha mbele mpenda kuwatangazia katika parade hii ambayo tunaifanya